pale ambapo anaona anahitaji msaada wa serikali, tupo tayari kumpa ushirikiano. Kama atahitaji kwenda mbali zaidi kuonana na mawaziri, pia tutampa ushirikiano huo, lakini kama ataenda kwenye taasisi za umma ambazo zinajihusisha na mambo ya mazingira, pia serikali ya mkoa pamoja na wilaya tutakuwa tayari kuweza kumpa ushirikiano wa asilimia mia moja kwa sababu jambo kama hili halijawahi kufanyika ndani ya mkoa wetu, lakini ndani ya wilaya hii ya Maswa. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa mkoa, kama watumishi wa umma wa serikali tunaona fahari kwamba tuna watu ambao wana maarifa makubwa, wana ubunifu mkubwa, lakini pia jitihada za serikali zimemsaidia kujifunza nje ya nchi, kwa sababu serikali ilifungua milango, wakapata fursa ya kwenda kujifunza katika vyuo mbalimbali nje ya nchi yetu. Sasa ule ujuzi ameuleta ndani ya nchi, hivyo tunaamini atarithisha na watu wengine yale maarifa, yataenda kuleta tija ndani ya nchi yetu, lakini atapunguza moja tatizo la takataka, lakini atakreati ajira kwa vijana ambao watajihusisha moja kwa moja katika hii biashara, na ndio maana leo tumezindua kitabu, na ndani ya kitabu kimesheheni maarifa mengi, mbinu nyingi, kina tija kubwa, kwa tuwaombe waandishi wa habari tusaidie kufikisha ujumbe huu kwa Watanzania, ili Watanzania watambue kwamba Simiyu ina watu makini, ina watu wenye akili, ina watu wenye maarifa ambao wako tayari kutoa mchango wa nchi yao kwa kuweza kutumia elimu ambao wameipata ambayo inakwenda kutatua tatizo la ajira lakini nakwenda kuondosha takataka ndani ya maeneo yetu kwa kutumia mifumo mbadala. Jina, mimi naitwa Ben Anthony Kapela, ni mtumishi wa umma na ni mwandishi wa kitabu kinachohusiana na taka za elektroniki ambacho nimekiandika kuanzia mwaka 2023 na na kwamba kitabu hiki nimeweza kukionyeshea namna na ambavyo tunaweza tukatumia taka hizi za kielektroniki kubadilisha kwa fursa kiuchumi, kwa maana ya kuweza kupata au ku extract zile valuable metals zinazoweza kutusaidia kama malighafi, lakini vilevile katika kuzitumia taka hizo electronics tunaweza kujitengenezea nishati mbadala. Hivyo nimeweza kuweka shime, kwa maana ya jamii iweze kupata maarifa au elimu juu ya namna ya kuzikusanya taka hizo na namna ya kuweza kuzifanyia, lakini si hivyo tu pamoja na kufanya recycling ya taka hizo pamoja na hivyo ni kwamba ndani ya kitabu hiki nimeweza kufafanua mambo machache yanayohusiana na namna ambavyo taka hizi zinaweza zikadhibitiwa kuanzia e, kwenye nyumba lakini vile vilevile e, kwenye viwanda lakini na maeneo mengine ya taasisi. Ikumbukwe mwaka elfu mbili na kumi na tisa ripoti ya taka za electronics ilivyotoka ilionyesha kwamba tayari changamoto ya taka za kielektroniki imeweza kuingia nchini. Hivyo, kupitia fursa ya kupata mafunzo tofauti tofauti kutoka maeneo ya nchi ambazo zimeweza kuanza kushughulikia tatizo hilo, kupitia serikali ya Tanzania nimeweza kufanikisha na nikatimiza jambo e, langu la kuweza kuwa na mwongozo ambao kidogo unaweza ukawasaidia jamii ya yangu inayoitumikia kwenye ina mazingira yake.